Sisi watoto sisi wa, wa kiume tunapokuwa wadogo, yani tunapokuwa wadogo hivi katika kukua, hata mi mwenyewe imenikuta, ndani yetu tunakuwa tuna, tuna maswali kama matatu ambayo tunatamani tuna tunamuuliza baba yetu mara kwa mara, lakini tunaweza tukawa tunamuuliza kwa namna tofauti. Inawezekana e isiwe kwa, kwa haya ya maneno ambayo nayatumia, lakini ni almost kitu hicho hicho ndani yetu tunakuwa kuna swali la kwanza ambalo tunakuwa tunamuuliza baba yetu na natamani atujibu. Inakuwa ni baba, je, unajivunia kuwa na mimi? Dad, are you proud of me? Yani, mara nyingi wakati tunakuwa tuna hili swali katika matendo yetu, katika maisha yetu, kuna jinsi ambavyo tuone baba anakupa ile anakupa ile affirmation au anakupa ule uhakikisho kwamba mwanangu najivunia kuwa na wewe. yani, wewe yani wewe ni, yani wewe ni, ni umetokana na mimi yani, I'm proud of you ninapokuangalia hivi na nini I'm proud of you. tunatamani sana kusikia ile kwamba baba. Yani, kuna ile feeling. wewe ambao umezaliwa baba yako yupo, yaani umekua katika malezi makamilifu ya baba unaweza usielewe mtu asiyekuwa na baba anajisikiaje. Mimi nakumbuka nilikuwa na rafiki yangu mmoja tulikuwa tunasoma naye, yule rafiki yangu alikuwa yuko vizuri sana kwenye mpira, kwa mchezo mpira mzuri sana, alafu bodi yake imejengeka vizuri, kila kitu yani, kila kitu. Sisi vijana wengine pale tulikuwa tunamuonea hivi, kwa sababu fikiria katika utoto tu hivi, lakini alikuwa anakuja kuchukuliwa na hizi timu timu za mpira hizi, na kuja kumchukua mara kwenye mechi za shuleni fanya vizuri, uko vizuri, mwili wako umekaa kimazoezi. Kwa hiyo watu tulikuwa tunamwadma, yani kila mtu alikuwa anataka kuwa jirani yake. Lakini nakumbuka siku moja tulikuwa tunapiga naye stori, stori tu za kawaida, papa mi namwelezea kuhusu wazazi wangu, baba yangu nini nini, kawaida tu. Sasa kumbe, navyomwambia yale maneno yanamwingia ya ya, yani ni kama kuna kitu ana ana feel kutokana na maelezo yangu, mimi bila kujua, mi nikawa naona tu kawaida. Nongye, kaniambia. Kaniambia. Da, na ungeongea basi, akaniambia nakumbuka, akaniambia ah, David na akaniambia unajua, najisikia kufa yani, kama sikumbuka, kama sikosei vizuri, maana ni miaka mingi sana aliniambia maneno kama haya, aliniambia bwana, mimi yani, unajua David, mimi nitakufa, nitakufa. ah, aisee maneno, halafu mimi nilikuwa ni mdogo yani, yani yani yani nila nakumbuka usiku, nimekaa nimerudi nyumbani, na waza moja, Mungu kasema hivi. Yani mimi nilikuwa naona yani jamaa amemaliza kila kitu, kwa sababu kipindi hicho huyo jamaa alikuwa anakaa nakumbuka, kwa bibi yake, alikuwa anakaa kwa bibi yake. Kwa bibi yake kulikuwa kuna kila kitu, kulikuwa kuna haya magemu, enzi hizo ndio wadogo, haya magemu ndio ametoka toka, sijui ma PS sima nini. Kulikuwa kuna magemu ya kucheza kwenye, kwenye, kwenye TV na kumbuka naweka weka padi, unacheza chezesha mpira ndio wenzizo alikuwa ametoka toka. Kulikuwa kuna yani kulikuwa kuna kwa na, anaishi kwenye nyumba ya ghorofa mcheza mpira, yani karibia kila kitu ambacho watoto tunakitamani alikuwa nacho. Lakini shida moja tu mzazi wake wa kiume kulikuwa kuna shida na mzazi wake wa kiume. Yaani baba kama alimkataaga. Kwa hiyo yule mtoto akawa ametelekezwa, ameenda kuishi na bibi yake. Sasa wakati mimi namuelezea ile mambo ya mzazi wangu, ndo akaja kuniambia, "Da. Yaani navyomuelezea kumbe akawa namuumiza. Yaani anajaribu kucompare. Kuna siku tukao tumekana katika kumchimba chimba ndo akawa ananipa story za kuhusu babake jinsi anavyomfanyafanya na nini. Ah. Basi kaisha kama hivyo. Sasa katika ukubwani hivi ndo katika kutafakari mambo ni ah, nikajiku, hapa naongelea, nikakumbuka, nikaja jamaa kum, kum, ah da, yule jamaa ah, ndo maana alisemaga vile. Umeona katika tafakari yangu hivi ya maisha. Kwa hiyo mtu ambaye una, una mzazi wa kiume haya maswali yako, haya maswali. Ili swali lijibiwe, dada, you proud of me, baba, unajivunia kuwa na mimi? Baba yako alishalijibu mara kibao, shakuonyesha, kashakuonyesha kwa vitendo ni. Lakini kuna watu ambao wame, ili swali lao halijajibiwa, ambao wamekosa malezi ya baba, au baba alikuwa mkorofi, au baba alikuwa anakunywa pombe sana, au baba yake alimkataa, au baba yake alikuwa anamkosoa mara kwa mara amekosa hiyo kwamba baba anajivunia kuwa na mimi tangia mdogo, yani ile tayari ishamharibu, ishamharibu katika utoto wake. Kwa hiyo katika ukubwani huko kuna matatizo, unaweza kumwona anayafanya wewe uweze kuelewa. Swali la pili ambalo tunajiulizaga tukiwa wadogo ni kwamba, baba unanipenda, yani up, upendo wako, unanipenda sana yani kiasi kwamba unaweza ukanifanya mimi niwe priority yako au ukanipa kipaumbele kunapokuwa na watoto wenzangu, labda hivi tuko na watu wengine yaani unanipenda nip, una unani unaweza ukanifanyia mimi kitu special kuliko watoto wengine. yani yani naweza kupata viofa ofa kwa sababu wewe ni baba yangu, ili swali tunakuaga nalo katika kichwa tukiwa watoto. Yani hapa ya nimejaribu kuidadavua kuidadavua hiyo feeling ambayo mtoto watoto so wa kiume waga tunakuaga nayo kwa wazazi wetu wakati kwa wadogo, ndio nimekuja nayo maneno. ni yani kwamba baba unaweza kanipa una naweza nikapata favor fulani kutoka kwako yani kwa sababu tu wewe ni baba yangu, kaupendeleo fulani umeona, ka priority fulani naweza nikapata kutoka kwako, sababu e ni baba yangu. Hiyo ni nimejaribu kuielezea kwa, ma, kwa maneno wagatu watoto wa kiume tunavyokuwa tunakuwa tunaitaka tunaidai kutoka kwa wazazi wetu wa kiume. Mara nyingi unakuta mzazi huo anaifanya tu unconscious au bila yeye kujua hiyo feeling anakuwa naitatua, baada ya anakufanyia vitu kadha kadhaa, labda anavyokuja kukuchukua ukiwa shule, umeenda shule, anakuja anakuchukua pap. Yani ile kukuchukua, kuna hiyo feeling inakuwa kama inajibiwa. Au labda kama umeenda labda sehemu labda mmetembea umbali mrefu na mama yako nini, ile umechoka, baba yako anakuchukua pap, anakunyanyua mara moja, anakuweka hapa shingoni, anakubeba anakuanza kutembea nawe, yani hiyo feeling huaga Una, mtoto, mtoto, yani nimejaribu kuidadavua lakini nadhani a unaweza ukaiweka kwa namna yako. Swali la tatu ambalo waga watoto wa kiume tunajiuliza, wakati tunaw, yani tunatamani kumuuliza, tunawaulizaga baba zetu kihisia, lakini katika maneno najaribu kulitafsiri: baba hivi, katika, yani hivi hivi navyofanya, hiyo navyofanya vitu vyangu, labda navyofanya nani zangu hivi Je, nafanya kisa napatia yani, mwanaume ndo anatakiwa kuwa hivi kwa waga? Tunatakaga tunataka, tunataka maelekezo kutoka kwa baba eneo fulani zetu. Kuna wanaume wengi pale watu na watoto zao kukaa. Tuna, tunafanya shughuli fulani ya kijamii. Nakumbuka tukio mpaka leo, mdogo. I think ilikuwa na miaka si mitano na sijui, s si nimeshaanza shule lakini mdogo sana. Tunafanya, mzee mzee yuko sehemu nyingine ananiangalia tu, sometimes ananitupia macho anaendelea, mimi nafanya nakumbuka tulivyotoka ile eneo. Kumbe sasa wakati nafanya sasa hivi ukubwani, nakumbuka ile tukio, nikikumbuka da, nasema aise, kumbe nilikuaga kituko kweli. Yani kile kitu nilichokuwa nakifanya nilikuwa kituko. Nakumbuka nilivyokuwa nafanya, baadaye tulivyotoka ile eneo nikumbuka nikamkimbilia baba, papa papa pa, nafika pale nikamuuliza, ah, hivi baba leo umeona nilivyofanya? Yani ni kama vile nilikuwa nataka baba niambie, kwamba da, mwanangu, yani leo leo, yani leo umepiga, yani leo ume... nilikuwa mdogo, yani mdogo, afu iko kitu nachokifanya mwenyewe hata sielewi, yani sema nilikuwa ni nafanya kwa maximum. Kwa hiyo nilipotoka pale nakumbuka nikamfuata baba nikamuliza, baba, hivi kitu fanya hivyo kwa nafanya, da, si nilikuwa nimefanya vizuri eh? Baba akamka <laughs> baba aliniangalia mwangalio fulani yani, no, akaniambia hapana, Yani hapo, siku nyingine ukifanya hivyo, akaniambia, akaniambia hapana, siku nyingine ukifanya hivyo, akanielekeza, fanya hivi. Yani ile ulipokuwa unafanya wewe ulikuwa una, unalazimisha kufanya kuf, yani, ulikuwa unalazimisha, kwa hiyo mpaka ulikuwa unakuwa kichekesho, lakini siku nyingine ukitaka kufanya fanya hivi. Nakumbukaga akaniambia hivyo, afa kanishika mkono tukawa tunatembea hivi. Ah, si iko kitu siwezi nikakisahau mpaka leo kubwani, tuna hiyo feeling kama tunamuuliza baba, hiki baba inachokifanya ni sahihi? Hivi ndio jinsi ya kuwa mwanaume hivi au nimekuwa mwanaume? Yani tunakuwa tuna hiyo feeling. Kwa hiyo mtoto akikosa haya maswali matatu, kwamba baba, are you proud of me, unajisikia fahari kuwa na mimi, namba mbili, unaweza kunifanya mimi, unaweza ukanipendelea kwa sababu mimi mtoto wako namba tatu, je, hiki nachokifanya kama mwanaume nako, napatia n yani napati hayo maswali babako akiajibu wakati uko mtoto, hata ukoaji wako unakuwa uko strong baadaye, unakuwa uko yani kuna vitu vingi anakuwa amesolve, lakini mtoto anayekosa haya yani, mtoto aliyekosa malezi ya baba, au baba alikuwa mkatili, baba alikuwa anampiga sana mama, baba alikuwa hataki kukana familia, baba alikuwa analewa tu, mtoto kamtelekeza, au baba akuepo au baba amefariki au Yaani, mtoto akakosa kujibiwa, mtoto wa kiume akakosa kujibiwa haya maswali wakati anakuwa, huyu mtoto anakuja kuwa notorious baadaye, anakuja kuwa na shida nyingi sana. Sasa wewe kama ni mwanamke unakuja kuingia naye kwenye mahusiano. <laughs>